Eshia nyingine ya humumi lidhalika. Kwa maana hiyo, ndio maana uislamu ukaeleza, ukimsikizia mkeo au mwanamke yeyote mambo kama haya ya kwamba fulani na uhusiano na mtu fulani ambao hakuna uhakika, basi hilo ni dhambi kubwa, min akbari lkabairi, ni moja kati ya madhambi makubwa. Na ama katika Qur'an anasema walladhina yarmuna al-muhsanati, na wale watu wanaowasingizia wanawake waliojihifadhi walio katika doa wamejihifadhi, wakawasingizia kwamba wamefanya mambo fulani ambayo sivyo. Thumma lam yatu biarbati shuhada, kisha ikawa hawana mashahidi, hakuna ushahidi wa haya wanayosema, basi Allah asema fajliduhum thamanina jaldah Unaona, ni maana wanazuoni wa wakaeleza hilo ni moja kati Ma hifu, ya madhambi makubwa. Mbali na hivyo pia Allah asema katika Qur'an, inna alladhina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat, wa hakika wale wanaowasingizia wanawake waliojihifadhi wamejilinda, wameshika utiifu wakao, wanawasingizia mambo ambayo sio nioretu fidunia wal akhira, watu hao wamelaaniwa au walaaniwe duniani na akhira. Bali na hivo aa, kasea walahu adhabu alimi, alafu huku akhera wanasujiriwa na adhabu kani. Swala la kutuhumu mtu amefanya jambo fulani la uzizi ni zito, ndio maana tunasema kwanza, usiye na haraka

labda alipata message aliona akamtaliki mkeo. Kwa mfano kuna habari moja eh? wanandoa wawili, mume yuko sebuleni na eh, mke aliacha simu yake juu ya meza. Mke ikawa peena kuoga, sasa kawaida, baada ya woto kuchukua ile simu wakaanza kuzungumza. Sasa baada ya muda kidogo message Meseji hile ilikuwa ni meseji ya mapenzi, wakiahidiana kwamba wakutane sehemu fulani. Sasa, ndugu mume anaona meseji hii, sasa akafishi akaniamazia ha asubiri mkewe atoke. Baada ya kutoka, akaanza vishindo vya ya kutukana na kumpiga na hatimaye na akamtaliki talaka tatu kwa mbili, ushahidi huo hapo meseji, unaona. Sasa baada sasa, mke anajaribu kujitetea, lakini baadaye mke achukue vilago, aondoka. Muda si mrefu, ah, ujumbe unakuja mke, samahani eh, nilikuwa nimekosea, ilikuwa niliposea, ilikuwa iende kwa mtu ndani. Sasa niambia, majuto anarudi kwa yule yule bwana. Sasa anarudi, anatuka kwa masheme, yeye utamtaliki mkeo talaka tatu kwa mpigo, inakuwa ni tatu au inakuwaje? Ka sababu yeye amelishangana akiangalia namjeruhi mkewe kwa sababu okay. Yaua ndio maana dini ikatoa maelekezo, yani sio kila jambo unaloletewa au ukaliona unajichukulia dhahiri. Hata mimi ukiliona inaingia ndani ya baba, inahitajika utafute, aa usianze kujengainamwona

kwenye giza kichochoroni bana, mtu anapita. Hebu niambieni huyu mtu si anachukua? Ah, tu kama zile, tuliona mtu ndani ana kichochoroni tena, akasimama na kuzungumza, nakwambia mke wa mtu kabisa, kumbe masini amekusimamisha amepotea, je anakuuliza. Anakuliza, inakuwa kama ile habari ambayo mwalimu wetu mmoja kwambia, bana mmoja alikuwa anamshuku sana mkewe kua anafanya kazi za maofisi yeye kama secretary. Sasa alikuwa anashuku labda ana mahusiano na ile boss. Sasa siku hiyo itabidi amwandae mkewe pole polepole. Sasa wameenda ofisini, wamefika. Yule eh boss ikawa ameingiwa na kitakataka kwenye jici, anajaribu akamwambia, akamwambia e secretary, tulize ii kicho kutoa ichi kitakataka. Kwa hiyo ile mwanamke anasimama, anakuuliza na mume naye anafika sasa niambie yule mume atatajiaje? Atajua walikuwa wakikuziana. Kumbe maskini alikuwa anakuuliza kile kitakataka. Lakini mume tayari atajenga dhana ya kwamba walikuwa walisimama. Kwa mambo kama haya. Uone ukasimama na mwanamke kwa ondoshe tukakamazini ujua usiku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nukaa kijiweni mkewe wakati wakiza, kiza, wakapita wa masahaba wawili walipomwona Mtume amekaa na mwanamke wakaakisha mwendo. Mtume akajua aka, hisia zao akawaita kuondosha ile, akawaambia hali hii, huyu ni za ujami, huyu ni mke wangu, mke wangu kwa sababu ah, ah, kuaiasemaiatanhania lakini shetani kuleta fikra

Unapotokezea jambo hili, ni vizuri kutafuta mwelekeo na mwongozo. Usitumie akili yako ah, nimeona na ukahakikisha. Sasa kinachokakia, anza kutafuta mwongozo kwa wale e, wenye hekima, tena wale wenye kuaminika, kama mashehe hivi, au ni wazazi, au ahli maarifa, au wanachuoni wenye elimu, nenda kwao mimi nikuwa hivi, nikamwambia mke wangu sasa nifanyeje? Nenda kwa watu hao wala usiende kwa hao mchwaamchwaaemn ana maana usifanye hivi, nenda kwa watu almauto wale wenye kuaminika. Kwa nini tasema hivi? Kupata mwongozo aliyoumua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unajua Mtume pia alikuwa anapatikana na changamoto kama hii alikuwa na mkewe anaitwa Aisha radhiallahu anha, alituhumiwa ya kwamba amefanya uzinzi. <tip> na miswa e, ali ya kwamba mke wa Mtume alifanya uzinzi, alituhumiwa sasa. <coughs> habari hii ikamfikia Mtume, kukaa kuna changamoto nyingi. Mtume ikawa ni kama yuko baina baina, je ni kweli au ni uongo? haenda iyasikia ni kweli au ni ni uongo sasa angalia aliyofanya Mtume. Wanahistoria wanakubaliana wanasema, lamma taakhara alwahy. Wahy ulipochelewa kuteremka. Unajua, Mtume alikuwa anasubiri maagizo kutoka kwa Allah amtatulie hili jambo, yeye anayosema na watu ni kweli au huyu anasigiziwa. Sasa lamma taakhara alwahy, wahy ulipochelewa kuteremka, basi Istashara baadhi ya watu mimi yaziku bihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam wasallam alianza kutafuta ushauri, unaona, kwa watu ambao anao waamini wa kanu karibika min Aisha, radhiallahu anha, nao walikuwa ni watu wa karibu sana, wanajua vyema Aisha radhiallahu anha liyaarifa ra'yahu, ili aweze kujua maoni yao.

siwaha kahiri wasalijaria taskuu akasema maneno haya ya Rasulallah. Mwenyezi Mungu hakuweka upigo kwamba mwanamke ni huyohuyo. uh -huh, wanawake ni wengi, unaweza ukaoa mke mwingine, achana naye kama kama unaona labda ana kasoro fulani. Muulize ile mfanyakazi wake wa kike, anamjua vyema huyo Aisha radhiallahu anha Mtume hakutochera hapo fadhahaba ila Usama Ibnu Zaid, akaenda kwa Usama Ibnu Zaid ambaye li huyu alikuwa kipenzi wa karibu sana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye alisema man ahabani falihibu kwa Usama, anayempenda mimi mtume basi ampende Usama, anaitwa kipenzi wa Mtume. Akamwendea akamwambia, monaje kuhusu haya anayosema Usama naye akamwambia ahaduka wa ma nalamu na layhi na, na ila kheri mke wako mke wako iisioni ikukua kheri iwanamkeaitifari na hakuna kasolo yote naye iona kua Aisha. Mtume hakutoshika hapo, fadhahara ila Barira khadima Aisha radhiyallahu anha. Mtume akawenea Mfanyakazi aliyekuwa wa kike anaitwa Barira. Barira ambaye alikuwa ni mfanyakazi wa kike wa Aisha radhiallahu anha, Mtume akamwambia, akamuuliza kuhusu huyo Aisha, kwa mwonaje tabia yake ukoje na haya nayosema. Barira akamwambia Mtume, walladhi baathaka bilhaq, ninaapa kwa yule aliyekutuma kwa haki aleyha amran ahnisuhu aleiha, mimi sioni jambo lolote -lo mwawii mwanamke ambalo linaweza kumdaumu kwayo kipindi si ambacho nimeishi naye, ghaira annaha jaria, lakini namuona ni mwanamke mdogo ambaye hayakumaakiakili tanamu an ajili ahliha. Wakati mwingine namuona analala anaacha unga au ushughulikie uga ule uga ndani ya nyumba pataatidazi, mara anakuja kuku au mbuzi, pataa kulu anakuja anakuta ule uga. Hili ndilo ambalo naliona, ndio wakati mwingine usembea kidogo, kama ilivyo kawaida kwa baadhi ya wanawake, kwa akaacha kitu. Hii ndio naona, lakini haya mengine mashallah, anauona yuko sawa. Unaona, mpaka wakateremka sura chaidogo. Hii ndio <todic> sura ilikuja sasa kumaliza mjada kwamba Bi Aisha radhiallahu anha hana kosa lolote, na hayo alikuwa anaelezwa. Ni ugumu mkuu watu kuridhiana. ii kueleza au kuchanganua swali yeah. Nifa nifa jeje nilimpata mke wangu ana uhusiano na mume mwingine? Hatua ya kwanza tukasema eh, kwanza hebu akilika tulia, anza kufanya utafiti wako na jikusanyie ushahidi wa kutosha ambao utachangia aakuweza labda kujua uhakika wa haya na tukaona vile dini inatueleza jinsi ya kuhakikisha mambo kama haya yawe na ya ushahidi wa kutosha Lakini hata hivyo, la pili tukasema jaribu e, kutafuta mwongozo, usitumie tu akili yako, utafuta mwongozo kwa watu ambao wenye kuaminika walio tayari kutoa maono ya kihakika, sio ya kuharibu. Tukatoa mfano jsi Mtume sala llahu aleihi wasallam alivyofanya. Insha allah tutatika hapo na ijumaa idayo tutakuja malizia hatua ambazo zinazitatiwa kukwana baada hili aya ya mawili umesema ya hivyo. Leo katika Ijumaa yetu leo tumetana mawili na ijumaa ijayo tutakuja kuchanganua yaliyobakia. ina wa malaikatahu usaluna ala nabi